Biblia inaniambia katika kitabu cha Hesabu, Hesabu sura ya tisa mstari wa kumi na tano hadi wa ishirini na tatu, tunaona wana wa Israeli walipofuata lile wingu kwa amri ya Bwana Mungu, waliweka kambi pale wingu liliposimama na kwa amri ya Bwana Mungu walisafiri kule wingu ilipoelekea. Hesabu sura ya 9, mstari wa 15, 23. Lile wingu wakati wa mchana jeupe likuwa likiwatangulia wakalifuata, kulikuwa ni uwepo wa Mungu, na lile wingu ambao ilikuwa ni nguzo ya moto wakati wa usiku, walikuwa wakifuata ule wingu, nguzo ya moto, dio sema likuwa likiwapa joto, likiwalinda na uharibifu na pia alikuwa nikiwaongoza kule ambapo Mungu alipokuwa akiwapeleka kokote. Wingu liliposimama kwa amri ya Bwana, wana wa Israeli walifanyaje? Walisimama, walikuwa wamefunikwa na ile wingu. Wingu lilipoanza kutembea nao, walichukua vilano vyao, wakaanza kufanyaje? Kulifuata wingu. Kwa nini? Wangeenda pasipo lile wingu, wangeenda wao wenyewe, mashambulio ya shetani bilisi na wanadamu wenye hila yangewapata na kuwaribu. Siku zote tunapaswa kwenda pale ambapo roho wa Mungu anataka tuende. Roho Mungu akisema usiende, usiende, usiende. Ka roho Mungu akisema hapana, hapana, akisema hivi, tunapaswa kufuata maelekezo ya roho wa Mungu, maana katika hilo wingu la Roho Mtakatifu ndipo tuna assurance, tuna uhakika, uthabiti wa ulinzi, maana tunauongozwa katika hilo na tunalindwa katika hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ya Nyakati sura ya nane Kumkumbu la Torati, Kumkumbu la Torati sura ya nane mstari wa nne anasema Mungu aliwapa chakula, aliwalisha akawanyosha. Mstari wa nne anasema kumkumbula torati mstari wa 4 sura ya nane, sura ya nane. Anasema mavazi yao, mavazi yao hayakuchakaa wala mguu wao haukuvimba kwa miaka hiyo arobaini. Mungu akuruhusu wa mavazi waliovaa yakachakaa ndani ya miaka mingapi arobaini? Walitembea usiku na mchana wakaweka ke, kem, hakuna magonjwa yaliyowapata miaka arobaini. na miguu haikuvimba. Ni kwa nini? Kwa sababu utukufu wa Mungu ule uwepo wa Mungu ulifanyaje? ulikuwa umewafunika. Yoyote aliyofunikwa na uwepo wa Mungu, magonjwa hayawezi kusogea. Roho za mashambulio za giza, uchawi, ulozi, ushirikina, hawezi ukasogea. Na shetani akitaka kukupa mashambulio, atakipisha moyo wako umechafuka. Andika Mathayo sura ya tano mstari wa nane Mathayo tano mstari wa nane anasema heri wenye moyo safi, maana watafanyaje? Watamwona Mungu. Kwa hiyo ili uwepo wa Mungu usidirike kwenye maisha yako na ukawa na ule ulinzi wa kimungu, shetani atachofua moyo wako, ataingiza manunguniko, ataingiza hasira, mafadhaiko, uchungu ndani ya moyo wako, malalamiko. Wathesalonike wa pili, Wathesalonike wa pili a sura ya tatu kwanzia mstari wa kwanza hadi watatu pale, nitakusomea anasema, hatimaye ndugu, tuombeeni neno la Bwana liendelee na kutukuzwa vile vile kama ilivyo kwenu, tukaokolewe na watu wasio na haki. Kuna watu wanaitwa watu wasio na haki, wabaya. maana si wote walio na imani, lakini Bwana ni mwaminifu atakayewafanya imara na kuwalinda na yule muovu. Wako watu ambao ni wasio haki, watu wabaya ambao wapo kwa ajili ya kusababisha wabaya Ipo siku ya ubaya na wako watu wabaya wamekusudia mabaya na uharibifu kule maisha yetu, ila yuko Mungu wa haki anayetuokoa dhidi ya wale watu wabaya. Inamaanisha chochote shetani kusudia tunase pale, kama mtego mbele yetu, yuko Mungu ambaye anaweza akatulinda ahead of time, mbele ya muda. Kama adui atakusudia shimo nitufukie pale na kutuua, yuko Mungu anaweza kufukia shimo na kuwafanya wale maadui wakaingia wao wenyewe. Lolote sidani la tulio fanya mbele, yuko Mungu kwa haki wa kutuepusha na mabaya na uharibifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Samueli wa Kwanza sura ya 17 mstari wa 37, anasema Daudi akasema bwana aliyeniokoa. Wakati anakabiliana na yule Mfilisti Goliati, Daudi akasipaza sauti akasema, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu ataniokoa na mkono wa mfilisti huyu Goliati. Sauli mfalme akamwambia, enenda na Bwana Mungu atakuwa pamoja na wewe. Daudi alitambua uwepo wa Mungu wakati simba wanakula wanyama wake, akawakamata akawararua, ule uwepo wa Mungu ulimokoa na makucha ya simba, na wakati mwingine dubu alikuwa anakula wanyama wake ule uwepo wa Mungu ule mwokoa na makucha ya dogo, akasema ndio uwepo huo huo utakao niokoa na huu mkono wa filisti Goliati. Asa Mungu anatamani na anataka ule wakati aliyokushindia juzi jana, tunapokutana changamoto leo, tumkumbushe kwamba Mungu uy uniokoa na udhaifu fulani na uharibifu fulani, ndio Mungu utakao niokoa na changamoto iliyoko mbele yangu. Bwana Yesu sana. Danieli sura ya tatu mstari ishirini na tano tunamwona vijana watatu wa, wa Kiebrania. Danieli tatu ishirini na tano Shedra, mesha na abednego walipotupwa katika tanuru la moto, Biblia inasema Mungu wa Ibrahimu wa Isaka na Yakobo akawaokoa na ile tanuru la moto. Hakuna moto uliogusa, hata moshi wa moto uliogusa kwenye mavazi yao. Walitoka kama walivu, walifunikwa na mtu wanne Waliingizwa watu watatu, lakini mtu wa nne, Kristo Yesu alikuwa katikati yao. Uwepo wa Mungu ulikuwa katikati yao, ukaokoa na walidifu wa Mungu. Danieli sura ya sita, Danieli 6:22 alipotupwa katika tanuru, katika shimo la simba wakali wenye njaa. Biblia inasema Mungu alituma wa malaika wake wakafunga vile vinywa vya simba, hawakuweza kumng'ata. Yeah, yeah. Matendo Mitume sura ya kumi na mbili, sura ya sita na kumi na moja Petro alikuwa gerezani. Tunamuona kanisa liliomba Mungu, mm, akatuma malaika wake wakamuokoa wa Petro, akatoka akafunguliwa zile pingu, akatolewa mlango wa kwanza wa gereza, mlango wa pili wa gereza, mlango wa tatu wa gereza sana. Uwepo wa Mungu una tabia ya kumwokoa mtu katika hali ya uharibifu. Tunapokuwa tunasafiri katika vyombo vya usafiri katika barabara, iwe ni angani, kwenye maji au barabarani, tunapokuwa tunaishi katika jamii, mitaa, kuna wakati ambapo shetani bilisi, wakuwa giza na watu wa kuzimu wanafanya uharibifu, wanakusudia mabaya yatupate, hayatupati ila haya tunajua au hatujui hayatupake, kwa sababu kuna wakati neema ya Mungu, rehema na neema ya Mungu inatuokoa wa, na wa shetani vyoisi na sivyo. Kama sio hiyo kinga ya uwepo wa Mungu tungekuwa tusharibiwa muda mrefu sana? Mungu pia anasema malaika wa Bwana hufanya kituo kwa wale wanaomcha. Danieli kwa kuwa alikuwa anamcha Mungu, malaika wa Bwana wakafanya kituo wakamzingara, hawakuruhusu simba mielo ya simba ya mtafune. Ndivyo malaika wa Mungu, malaika walinzi wanavyotulinda sisi watakatifu usiku na mchana, kanezaswe sana. Kwa hiyo yoyote aliyofunikwa na uwepo wa Mungu au yoyote ambaye anazungukwa na uwepo wa malaika wa Mungu, hakuna uhalifu wowote ule unaweza ukampata. Zaburi, Daudi yanaandika Zaburi sura ya arobaini na sita mstari wa kwanza, andika Zaburi ya arobaini na sita mstari wa kwanza. Anasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu. Unapopitia hali ya mateso mwambie Mungu, wewe Mungu kwangu ni nini? ni kimbilio. Wewe ni nguvu katika udhaifu ulio nao, haijalishi mateso au changamoto ya namna gani. Wewe Mungu kwangu ni nguvu. Wewe ni kimbilio, angalia ya mateso, angalia ya changamoto iliyoko mbele yako. Tuwe sana. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya thelathini na mbili mambo ya Nyakati wa pili sura ya thelathini na mbili mstari wa saba na wanane Biblia sema iweni hodari na moyo mkuu, msiogope wala msifadhaike kwa sababu ya, ya mfalme wa Ashuru wala kwa majeshi yote wayupe pamoja naye, kwa maana yupo mkuu pamoja nasi kuliko aliyo pamoja naye. Kwake upo mkono wa kwake, yupo mkono, mkono upo mkono wa mwili, ila kwetu, kwetu sisi yupo Bwana Mungu wetu kutusaidia na kutupigania mapigano yetu. Na watu wakayategemea maneno ya Ezekia mfalme wa Yuda. Haijalishi mkono wote wa wanadamu unaoinukia maisha yako. Kwao wow, upo mkono wa mwili wa damu na nyama, kwetu upo mkono wa Mungu jamani. Andika Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya nne mstari wa nne anasema aliye ndani yetu ni mkuu kuliko alioko wapi duniani. Waraka wa kwanza wa Yohana wa Yohana.